Kutoka klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini kuchukua nafasi ya Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria. Tumezungumza na mwandishi wa habari za michezo kutoka Afrika Kusini, Mtokozis Dube, ambaye ametoa maoni yake juu ya ubora wa kocha huyo. It's a very uh, ni hatua nzuri na ya kuvutia ambayo kocha Steve Barker ameifanya mmoja kati ya makocha waliokaa kwa muda mrefu ndani ya ligi ya afrika ya kusini nafikiri amejiunga na, na Stellenbosch tangu elfu mbili na kumi na saba amekuwa pale kwa miaka nane hivi sasa amewapa taji moja na timu ndogo kama ile ambayo imepanda daraja mwaka elfu mbili na kumi na nane nafikiri ni mafanikio mazuri kwake amezalisha baadhi ya wachezaji kadhaa akiwemo ikram reynas Jaden Adams, kwa hiyo kuna idadi ya wachezaji kadhaa wa sasa ambao wamepita kwenye mikono yake na wanafanya vizuri kwenye timu mbalimbali mbali. Nafikiri ameenda kwenye timu ambayo ndoto yake kubwa ni kushindana kwenye levo ya kimataifa, sehemu ambayo yeye pia anahitaji kuwa kama kocha. Ni kocha mzuri, anaweza kushindana, japo bado ana kazi kubwa ya kufanya, kupunguza gap mbele ya Yanga kwa hiyo ni hatua nzuri ukilinganisha kwamba kuna wachezaji wa Afrika ya Kusini kwenye timu ambayo anaenda, kwa maana ya Neo Maema pamoja na Rushin Rk ru. Kwa hiyo itakuwa ni ya kuvutia sana sana. So it's going to be very interesting. Na Simba amemtangaza Steve Barker, kwa wasifu wake na namna alivyo, anaweza akawa kocha sahihi ndani ya Simba. E, nafikiri kwenye kocha mara nyingi anapotua kwenye club inabaki kuwa ni gambo ambayo lolote linaweza likatokea, mm. anaweza kufanikiwa, anaweza asifanikiwe, lakini kwa maana ya kuitazama profile yake kitu pekee positive ambacho binafsi kwangu mimi nakiona inawezekana ni record za miaka ya hivi karibuni za makocha kutoka South Africa ambao wanakuja kufundisha ligi ya Tanzania kwa kutazama mifano ya Fadlu, kwa kutazama mfano wa hata yule Saidi Ramovic ambaye alikwenda kufundisha Young Africans, at least kuna kitu unaona kwamba inawezekana kocha asiwe amefanya mambo makubwa sana South Africa, lakini akaja Tanzania na akaweza kufanya kitu. Lakini kwa kuitazama profile yake yeye mwenyewe peke yake hmm a kusema ukweli bado ni mwalimu ambaye binafsi namwona ni mwepesi sana ukilinganisha na mahitaji ya Simba, kwa sababu uh, Baka ni be, Beka tuseme ni kocha ambaye amefundisha vilabu vitatu limeona ambavyo ni vya South Africa na ni vilabu ambavyo ni vya daraja la kati, Stellenbosch ambao tumewazungumza hapa ukiachilia mbali walichofanya msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho, hakuna kumbukumbu eh, yoyote kubwa ambayo yeye mwalimu ameiweka ame, ame, ame akiwa na klabu hiyo. Lakini hata ukiangalia msimu huu Stellenbosch ni miongoni mwa timu ambazo zina struggle. Hazina wakati mzuri sana kwenye ligi ya South Africa, yeye akiwa kocha wa, wa, wa, wa, wa klabu. Kwa hiyo binafsi namwona ni mwalimu ambaye mahitaji ya klabu ya Simba nikiyatazama, Simba ni timu ya wanachama. Tumezungumza hapa ishu ya wanachama. Simba ni timu ambayo presha yake ya kufanikiwa kwa sasa ni kubwa sana, baada ya ku, ku, kuvunjwa kwa utawala wake kwenye ligi kwa takriban miaka minne, ni jambo ambalo sio kitu ambacho wanakifurahia. Wanahitaji sana mwalimu ambaye atakuja kuwasaidia kurejesha ufalme wao kwenye ligi na kuongeza ukubwa yale ambayo wanaweza kuyafanya kimataifa. Sasa mwalimu ambaye anakuja ni mwalimu ambaye anatoka kwenye klabu ambayo kwenye hajawahi kufundisha klabu yoyote ambayo inapitia presha ya aina ya Simba kwa maana ya klabu yenye wanachama na mashabiki eo, wengi. Kwa mfano South Africa pale ni a, atakiwa awe kama katoka Kaiza hivi au, au, Orlando Pirates okay. Yani ukiishi maisha, maisha, kama... maisha ya vilabu vile, manake maisha ya kushambuliwa kukosolewa tayari unakuwa umeyazoea lakini huyo ni mtu ambaye ametoka kwenye eneo ambayo ni comfortable zone kwa maana ya alichofanya Stellenbosch, kwa mfano matokeo ya msimu huu ya klabu ya Stellenbosch uh, ukilinganisha pengine na kufika at least nusu finali ya champion ya, ya shirikisho msimu uliopita, ukitazama mwendo wao wa msimu huu, pengine kama ingekuwa ni aina ya, ya klabu ambazo zina pressure kubwa, labda angekuwa ameshafukuzwa na klabu okay. Lakini ni kwa sababu klabu ambayo mahitaji yake ndio hayo, wao wanaona hii ni level ya kawaida, lakini kwa Simba hawatoweza kuishi na na na, na, na mwalimu kwa, kwa kama atakuwa ana perform katika ile level ambayo Stellenbosch ana perform kwa sasa. Kwa hiyo kwangu naona ni mwalimu wa kawaida ambaye okay. Kimsingi Simba walichokifanya hakina tofauti sana walichokifanya mbele ya wale eh, Gaborone United baada ya kucheza nao wakamwona mwalimu wao anafaa wakamchukua. The same naiona hiyo. Na kwa huyu mwalimu ambaye amemchukua. Baba Chasabeli ni kocha wa, wa mwenye walau sifa zipi chache anaweza akalimudu soka letu la wa Tanzania wa kigeni, tukiacha wazao nalijua soka letu. Wa kigeni sifa zipi chache anatakiwa awe nazo ambazo anaweza akalimudu soka letu? Mimi kwanza napingana, kwanza kwa kuanzia napingana na, na, na chenge mm, napingana na naye, unajua kwa, kwa maana pressure inategemea pia na nyakati mm. Simba imeshawahi kupata makocha wenye CV kubwa sana niwenye wasifu mkubwa sana Afrika mm. na hata duniani, lakini mwisho wa siku tuliona walishindwa kuendana na mazingira ya, ya, ya Simba na hata ya Tanzania. Mfano mm. mzuri tu ni Benchika, alitoka kuipa timu Confederation ligi kombe la shirikisho na akaja Tanzania mazingira akamshinda, kwamba alikuwa na kocha, kocha sahihi, lakini hakuwa katika mazingira sahihi na hakuwa katika wakati sahihi. Sasa ukiniuliza kuhusu huyu kocha ambaye wamemchukua kutoka kutoka kutoka kutoka Stellenbosch najua mm. kitu cha kwanza ambacho mimi naamini kinachoangaliwa ni ni idea ya mwalimu, yaani huyu mwalimu anafundisha aina gani ya mpira mm. anapendelea nini na aina gani ya wachezaji? Je, inaendana na falsafa yetu au falsafa yao? Sasa changamoto ya presha, inawezekana kule kuwa na presha kubwa kweli kama ambavyo mmoja anasema, lakini inawezekana huyu mwalimu pia anahitaji kuitumia Simba ili kutengeneza wasifu wake. Na ndio maana tulishuhudia mtu kama Sven van de Broek alikuja Simba akiwa ni kocha ambaye hana, hana, hana ukubwa huo, na alikuja Simba ikiwa na mafanikio makubwa pengine kuliko yeye. Lakini wote tunakumbuka, baada ya kutoka Simba, Sven sasa hivi yuko wapi? Leo tunamzungumzia yuko katika ligi kuu ya Ubelgiji. Kocha, hmm, alikuja Fadlu Davids, Simba alimchukua akitoka kuwa kocha msaidizi. Yani katika ku, katika kutazama ku, ku, ku, tazama, tazama kwao wakaenda kumchomoa kocha msaidizi mm. Lakini ndani ya msimu mmoja jina lolijenga hizo ina hizo pressure zote Fadu akaweza kuachieve. Kwa hiyo inawezekana ni kweli hapa akutane na pressure katika Stellenbosch, lakini inawezekana yeye mwenyewe mwalimu pengine kupitia hizo pressure ndo akazidi kujijenga na kukua na ile kiu ya kufanikiwa zaidi, lakini pia anakuja katika kipindi ambacho Simba tayari imeshatimua makocha wawili. Yani, unajua kuna ile aibu tu inakuja kwamba tukimtimua na huyu tutakuwa tunazidi kujifelisha. Kwa hiyo tatizo ni sisi siyo, siyo, chazi ipo, Tanzania mimi inawezekana mimi ikawepo <laughs> lakini yani, <laughs> yani unajua changamoto ilivyo, kwa mfano kama leo hey. presha kubwa ya Simba iliyopo mimi nachoamini hey. ni ligi kuu Tanzania bara yeah. ambayo ligi kuu Tanzania bara wapo katika right track, hawajapoteza mchezo wowote kimataifa leo mimi sitaki kuamini eti Simba watamtimua Steve Barker, Barker kwa sababu eti timu itashindwa kuingia robo finali. Kwa sababu tayari anaikuta timu imeshapoteza matumaini mm. Yani, leo Simba ikiingia robo finali tunaweza kusema ni kama bahati yani, sitaki kuamini kwamba hata kwenye video vya viongozi wa Simba wanaona hiyo nafasi kwamba wao wana nafasi kubwa ya kuingia ya kuingia robo finali mm. Kwa hiyo nadhani na ligi ya Tanzania wote tunafahamu kwamba hata ndani hata makocha wetu wazawa akipewa Simba ifundishe anaweza kupambana kwenye ligi ya Tanzania mm. Kwa hiyo mi sioni katika changamoto, lakini ukiuliza ni aina gani ya kocha ambaye Simba wanamhitaji ukija kwenye swali lako. Jibu nitajibu moja tu ni yule kocha ambaye ataimba lugha moja na Simba. kwa lugha yao Simba lazima ajue na aimbe nao yaani, na <laughs> naamini klabu zote za Tanzania zina lugha zake. Yaani kwenye hizi klabu zetu kwa sababu nachosema hivyo, tumewaona makocha wazuri wamekuja na kuna makocha waliondoka katika namna ambayo mpaka sisi wenyewe tukabaki tunajiuliza huyo kocha kwa nini kaondoka, sisi wenyewe tukabaki tunajiuliza huyo kocha kwa nini kaondoka, lakini inawezekana e, timu imefanya vizuri, eh, si eh, vizuri imechukua ubingwa na watu bado kocha wakaachana naye hmm. Kwa hiyo naamini atakaimba lugha moja na Simba na ninavyozungumzia lugha maana yake ni mahusiano yake yeye na uongozi na, na, na, na, na, na, na, na, Okay, uh, njenge mm. Unaamini uh, timu zetu wakati mwingine zinashinda na kufanya vizuri kwa uwezo wa walimu? Hey. Au uh, viongozi wanajua sisi wao wanajua wanashindaje? Kocha yupo kwa ajili ya kutimiza matakwa ya utaratibu wa mpira wa miguu. Mimi na kumpata mtu alao anaweza akasimamia mazoezi. Mimi ni muumini wa utaratibu, Alex. <laughs> Matokeo yote yaliyotokea kwenye dakika 90 uwanjani <laughs> <laughs> mimi naamini yameanzia kwenye uwanja wa mazoezi, mwalimu akitengeneza uh, namna gani timu yake itacheza. Na baada ya hapo kilichofanyika mazoezini, wachezaji wameenda kukiapply vizuri kwenye mechi na kupata kile wanachotaka. Kama kuna mingine hayo, mimi sio muumini wa hayo na vilevile, wala wala siyajui. Kwa hiyo naamini katika zile za kile kinachotokea uwanjani na ndio mm. maana na, na, hata, hata kwenye hizo teuzi za walimu nakosoa na kwa mfano mm. Chazi hapa ametolea mfano wa ishu ya Benchika kwa mfano mm. ambaye alikuja na profile kubwa mm. mimi ni miongoni mwa watu ambao pia nilipinga wakati ule uh, uteuzi wa Benchika kwa kocha wa Simba. Ujio wa Benchika, Simba ulipinga. Niliukataa hapa nakumbuka, kwa maana utatafuta hiyo kumbukumbu ipo, na niliukataa kwa sababu wa wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa wapi? Eh, Benchika ni mtu ambaye ameishi sana kwenye utamaduni mmoja amefundisha timu kutoka kwenye zoni moja na ni zoni ambayo ilijipata kwenye kila kitu, yaani sehemu ambayo ukihitaji hiki unapata, ukihitaji hiki unapata. Anawezaje kuja kukabiliana mazingira ambayo sometimes kuna kukosa, unaweza ukataka hiki ukakikosa. Ndio maana Benchika alikuja hapa, kila mchezaji alikuwa anamwona mchezaji mbovu. Hata wale wachezaji ambao klabu ilikuwa inaamini hawa wanaweza wakasaidia, yeye alikuwa anaona ni wachezaji wa kawaida tu ambao akianza kikosi chake pale cha wachezaji kumi na moja, kila akiangalia benchi, anajiona hana wachezaji. Lakini mashabiki wao, mbona kuna watu pale nje, hawatumii mwalimu. Kwa hiyo maana alikuja kama kocha mkubwa kuliko eh, timu yenyewe ya, alikuja kama kocha mwenye profile kubwa mkubwa, na alitoka kwenye mazingira ambayo hayakumzoesha mazingira ya kukosa baadhi ya vitu yalimzoesha kuwa ana cream ya wachezaji bora ambao wameandaliwa katika mazingira mazuri. Unafanya mazoezi kwenye sehemu ambazo miundombinu iko proper kabisa. Maana yake ni mtu ambaye wewe unafikiri ah, eh, benchika nini kilimwondoa Simba mimi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh? Nakumbuka ile video yake ya mwisho alikuwa wapi? Ilikuwa Tabora lechezabee, alikaa uwanjani muda mrefu sana baada ya mechi kuisha. Singida ilikuwa Singida <laughs> eh, alitulia karibu dakika kumi upo kwenye benchi ana tafakari. Unajua, una, benchika kilichomwondoa ni mambo, yani mpira wetu kuwa na mambo mengi ya nje ya uwanja ndo hai sasa. Sawa, yeye ni muumini wa utaratibu, hata, hata, hata kwenye upangaji wa timu anapanga hey, timu. Ndio maana kuna, baada ya mechi moja kubwa, aliondoka kaambia bwana, hawa na hawa na hawa washazungukiwa, siwapange siwapange. Hey, akasema mimi siamini kitu kama hicho kwenda na uwezo mtu anajua mtu vile alifanyaga hesabu moja yeah. immediately papa akatoa mtu baada ya hey. pale akaja kunawa mikono ngoroko, yani ile mbona ilikuwa yani matendo mm. yaliyomwondoa yule ni vitu vya nje ya uwanja, nje ya uwanja hmm. watu mko serious, mmewekeza, mnafanya fedha, afu kuna mtu mwingine anawa sabotage kwa sababu tu kazungukiwa na upande mwingine. Sasa hapo hapo yule, yule, yule manake alichondoka yani akaona siwezi yani yule eh. hawezi kuja kufundisha tena ligi ya Tanzania kwa sababu ye kachukua kwamba hii ligi yaani vitu vyote vinafanyika vya yani nje hivi vyao mm. kamua koa niondokeza. Ndio unarudi pale pale kwenye hoja yangu ya kwamba mazingira ambayo yeye alikuwa nayo wakati huko a, a, a, Algeria mm una, una, kila kitu kilikuwa vitu vingi vilikuwa vimenyooka, sisemi kila kitu lakini <mim> kuna mambo mengi yalikuwa yamenyooka, lakini akaja sehemu ambayo anakuta vitu vingi unavyoviamini wewe vya kimpira, hiyo sehemu, hivyo vitu haviaminiki. <coughs> Kama kocha umeshatengeneza <coughs> timu yako, wiki nzima umetrain, ule unamtegemea <coughs> afanye kazi, alafu <coughs> mtu anakuambia wewe, bwana mweke mwe, viongozi wako bwana, huyo we, kashanunuliwa wewe <coughs> <coughs> <coughs> eh <coughs> ah, kanunuliwa vipi wewe bwana, huyo we, atakuchomesha huyo, sio ndakwambia, tunajua Kocha sema Hamis sema anaweka, anamuona kabisa mtu anavyocheza, akaona huku mimi naharibu keria, yani akaona hapa status yangu naiharibu haraka, ngoja nikimbie. Mm, kwa hiyo aliamua, yani aliondoa wali, aliondo, wali makubaliano ya pande mbili, unajua eh, ndio kwa sababu ambayo amba, amba, amba, amba, ambayo, si kwa sababu, kwa mujibu wa taarifa alikuwa anaenda e, kumuuguza mkewe. Ilikuwa kwa, kuna vitu anaambiwa <laughs> aviamini e, akakuja kuvia, akaviona practically kwenye michezo e, akamini kumbe, aka kuna vitu vya hapo vya namna hii swezi kufundisha hapa. Kwa hiyo sisi basi tabidi tuwape kazi walimu ambao ni wa kwetu, wanaojua tamaduni zetu eh, wa siku tamaduni zetu, amba bwana e, si tushajua. mi shaambiwa najua uo e, shavuta mzigo na e, mi nakupanga e, na nakufuatilia tukio moja baada ya lingine kwenye dakika hizo 90 mi niko huko.

kwao kuna vitu ambavyo viko ndio maana uh, nikasema hizi timu zetu zina kweli kwa uwezo wa walimu kwao, kwamba hata kwa makando kando. Ah, so, najua yani, hilo <coughs> huo mjadala mpana, lakini <coughs> ndio kama nimekuambia mimi, imani yangu uh, naamini timu hizi zinashinda kwa uwezo wa walimu <coughs> kwa sababu football huwa inataka hivyo. Kila mwalimu eh, kila mtu anawajibika eneo lake. Walimu wanafanya eneo lao na viongozi wengine wanawajibika kwenye maeneo yao.